Na tena katika sala yetu ya alasri, baada ya sala, kama ilivyo kawaida, baada ya sala ya dhuhri na alasri, tunapeana ukumbusho kidogo. Darasa yangu iliyopita nilikumbushia kuhusu habari ya dhulma au daini nikasoma hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam zinazotupa faida. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa sisi kusamehewa, saumu inatupatia msamaha, kiamu ya sala ya tarawih inatupatia msamaha, tukidirikiwa na usiku wa Lailatul Qadr tunapata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika msamaha huo nikazungumzia kuhusu habari ya kwamba kuna baadhi ya vitu vitakuja kutuweka mahala ambapo ni pagumu, na pamoja na msamaha huo, bado nje wa Mwenyezi Mungu akawa katika hali ambayo ni nzito, ambapo katika suala la dhulma. Tukazungumzia kuhusu dhulma, tukazungumzia kwanza, ndugu ndogo o, tukaanza mtu anawezekana akawa naondoka na deni, deni la mtu nini tukafikia katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu nawezekana anafunga na sadaka na ibada zake nyingi, lakini siku ile ambapo roho yake inatoka, haki za Allah subhanahu wa ta'ala zimetimia, Allah subhanahu wa ta'ala amekupa msamaha wake, hana shida na wewe lakini, umeondoka na haki ya mtu. Leo nitakumbushia kwa hadithi moja alafu, tuendelee na kuhusu habari za dhulma ambazo sasa, ni hizi dhulma kubwa kubwa, mtu anachukua kitu cha mtu na kumdhulumu kabisa. Hadithi moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikumbushia, ambapo juzi siku soma rawan Imam Ahmad, Imam Ahmad anapokea katika musnad yake, anasema anna rajulan saala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kwamba kuna mtu mmoja

lake hilo kwani yeye hivi sasa amezuiliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yule bwana anamuulizia hamuulizii ndugu yake ambaye ni kafiri, sio muislam na hasadi ndugu yake alikuwa msikitini. Katika riwaya nyingine inayofanania na hadithi hiyo hiyo, siku moja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesali sala ya alfajiri. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza tu akauliza, yule mtu aliyefariki juzi, kuna ndugu yake yeyote yuko hapa msikitini? Wakanyamaza, akauliza mara ya pili, wakanyamaza, mara ya tatu. Fakama rajulun min akhiri saffi yajurru thaubahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mara ya tatu akanyanyuka mtu mmoja kutoka safi ya mwisho Anakuja hali ya kuwa anakokota nguo zake, anashikilia shuka yake, anaburuta, anakuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamuuliza, mbona nimeuliza mara ya kwanza huu jibu mara na ya pili uujibu kama huku? Akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, fa inna akhuhu lahu daynun, ndugu yenu anadeini wa lana mahrujun na sasa hivi roho yake imezuiliwa kwa Allah, subhanahu wa ta'ala, haipandi katika mbingu na ardhi, kwenda katika iliyina ili ikasajiliwe katika watu wema. Ndugu yetu neneka mipiendeli yake ile maana, akatoka mchana ule na kutafuta ndugu zake, akaenda wakanipa, akarudi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwambia

kamini yenyu tumwetu baa yazuiriwa mwanamama yule anadai haki yake. wama kana illa dinaraini, hazikuwa hata pesa nyingi, isipokuwa zilikuwa dinari mbili tu wasallam. Kama mnavyofahamu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa hatamki eti akapenda kama vile usanii au akatunga stori, isipokuwa ni wahai na ni ufunuo kutoka mbinguni kwa Allah subhanahu wa taala. Allah ndio anamwambia mja wangu fulani ana hili, mja wangu fulani ana hili, mja wangu fulani ana hili, na mpaka ule wahyi unashuka, mtume anamtafuta ndugu yenu anadaiwa. Ni kwamba Allah anamwonyesha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam katika waja wangu wema, Muhamadi sasa hivi uko hapo, waambie ndugu zake, ndugu yenu anadaiwa. Sasa haya tumeyapuzia sana. Mara nyingi tunasema hata nikifa ndugu zangu watalipa. Angalia kama wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yule bwana anasema tumelipa yote isipokuwa kuna mama mmoja hakuwa na ushahidi wa kutosha, lakini amesema anamdai dinari mbili. Tunakambe. Bado ndugu yenu kazuiliwa. Siku hizi utapeleka na ushahidi na ushahidi. Sasa siku hizi watu wanapokopeshana hivi, watu watakwenda, lipeanani, lipeanani. Ndugu yangu utazikwa hali ya kuwa umeondoka na deni, roho yako haitoboi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na saumu tulizo nazo na zaka tulizo nazo na hija tulizonazo na sala nyingi na toba tunazofanya, kama umeondoka na haki ya mtu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuna shughuli ngumu. Tunaendelea ndugu zangu katika imani, mwezi wa Ramadhani kweli ni mwezi wa toba, lakini kuhusu haki za kibinadamu haki za kimja, yani mja mwenzako, mja mwenzako na daana, umechukua haki ya mtu, hilo swala mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuwa tutakuwa tuna ibada nyingi, mpaka tukafike kule kwa Allah, wakati wakumio, wa kuhukumiwa, unaponyanganywa zile thawabu zako na unapokwenda kutuikwa labda makosa ya yule bwana kwa sababu umemdhulumu. Umepita katika sehemu moja ambayo ni ngumu sana, kuanzia wakati wa kutoka roho au kabla hata, wakati wa kutoka roho nakumbushia nilianza na ni hadithi Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika hadithi ambayo anisimulia Abu Dharr katika sahihi Muslim, na ikumbushia tu tena leo. Allah anasema ya ibadi, anatuita kwa jina zuri sana, Enyi waja wangu. inni haramtu dhulma ala nafsi inni haramtu dhulma ala nafsi, mimi Allah nimeharamisha dhulma, simdhulumu mja. Sasa Allah si alietumba akiamua kutudhulumu na kutuchapa viboko kututea nini ni, kutuangamiza hivi na vile, Ala anaweza lakini, Ala anasema mimi si dhulumu. Hata mkiona hizi kadari za dunia zinazokuja zinakuja ni kwa makadirio yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ala anaweza tu maadhabu, kikaja kimbunga kikavunja majumba, lakini kinakuja kwa maana na sababu, kutokana na makosa yetu, kutokana na tulivyomuudhi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala katika hukumu zake ni hukumu za kiadilifu. Sasa anasema kwa sababu yeye ni muadilifu, sasa na sisi vile vile tunatakiwa tuwe ni waadilifu. Allah anasema katika Qurani, katika aya ya 187 ya sura al-Baqara, audhu billahi minash shaitani rajim. Allah anasema wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, in wajawangu msile mali za baina yenu kwa batil, huyo asichukue mali ya huyo akala kwa dhulma na batil, au huyu asichukue mali ya kala kwa batil. Kisha Allah akasema, mara nyingine, na wengine wanajifanya wa wajanja zaidi, huyu akaenda kulalamika, mali yake inaliwa, kisha yule, watudhlu biha ila alhukami, kisha yule kwa sababu akatengeneza ushahidi wa uongo, akapeleka mahali, akapeleka ile kesi mahakamani litakulu farikan min amwali nafi bil ithni, kwa sababu ya ujanja wakuzungumza, anawezekana ana mawakili sana, anawezekana amechonga ushahidi ambao atamshinda pande ya pili. Allah anasema msikule mali za wenzi wenu bil ithmi wa antum taalamuna, ta kwa madhambi na hali ya kuwa mnajua. Katika hilo hakuna mfasiri zaidi sisi, anaweza kutufasiria vizuri zaidi haya maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sikiliza wa aya hiyo. Allah alipozungumza kwamba tusile sisi mali za wenzi wetu kwa dhulma. Katika dunia hii tangu <coughs> huko ilikuwako, lakini hii ya kwetu imezidi zaidi. Kesi ni nyingi ukienda mahakamani, sio kesi za ardhi sio kesi za dhuluma, sio kesi za partner. Yani watu wameweza kushirikiana katika jambo kisha watu wakadhulumiana, au mtu anakwenda kuchukua tu haki ya mtu, amemkopa na kisha hataki kumlipa, au mtu amempa mtu biashara, kalete mzigo tufanye, na kisha mtu baada akamdhulumu. Jambo hili la dhuluma hili pamoja na funga zetu, ndugu zangu, katika imani kibaya sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe anasema katika hadithi, ipo katika sahihi mbili, Bukhari na Muslim, anasema Jueni ya kwamba mimi ni mwanadamu lakini ni nabii mteuliwa wa, innama ya atini lkhasmu, wanakuja watu wamegombana kuhusu jambo. Falaala badukum an yakuna alhana bihujjatihi min baadi, lakini huenda mmoja ni mjanja sana wa kuzungumza ni fasaha katika zungumza yake, fa aqdi lahu, kisha mimi nikatoa hukumu ya kwamba yeye ndiyo mwenye haki katika jambo, faman qadaytu lahu yule nitakayemhukumia kuhusu jambo ambalo jambo hilo ni jambo la dhulma, kwa sababu kazungumza vizuri na nikaona haki ni yake na nikampa. fa innama hiya qit'atun minan nar, anaona kwa ujanja aliyezungumza, kwa ushahidi aliyetoa, yeye akashinda, basi ajue katika hukumu hiyo aliyoshinda, anapochukua ushindi ule amechukua kipande cha moto, kajitisha. Mtume anasema fa innama hiya qit'atun min an-nar falyahmilaha au liyadharaha. Mimi nitasikiliza nimehukumia, nikaona huyu ndio mwenye ushahidi uliokuwa sawa, kumbe ni ujanja aliyotengeneza, aliyeweza kuweka vizuri, kisha tukampa. Lakini Allah ndio anaijua. Jua hukumu ile tunapompa kwamba yeye ndio mshindi wa haki, jua amebeba kipande cha moto, kajibebea mwenyewe kipande cha moto. Mtume anasema akitaka

kuna jambo ambalo huwa linajijenga katika akili ya mtu naweza nikatengeneza ushahidi na nikaenda nikamshinda huyu bwana sasa nikishamshinda ile mali inakuwa kwangu mimi ni halali na ule uharamu unakuwa umeondoka hapana aya hii na hadithi hizi zinatuonesha ya kwamba hata kama utatengeneza ushahidi vizuri na ukaweza kudhulumu kitu cha mtu na ukashinda mahakamani ukashinda katika baraza zote haramu haiwezi kuhalalisha haramu kuwa halali, kwa sababu umechonga ushahidi, hata kama mpaka imefika kwa majaji watatu majaji wanne, utahukumiwa. Ni kama vile Mtume alivyosema, umeweza kushinda kwa ujanja, lakini jua umechukua kipande cha moto. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, adhulum dhulumatum yaumal qiyama, dhulma unayemdhulumu leo mwenzi wako nijizanene siku ya kiyama, hutoweza kuja kuiona njia siku hiyo. Utafufuliwa hali ya kuwa kuoni, na kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna hitaji uwe na uoni, kwa sababu kuna ile njia nyembamba ambayo unatakiwa uivuke na ile siratu Unavukaje wakati ule ukiwa na dhulma katika sirati, ile njia nyembamba? Njia ile ni nyembamba ipitayo yendayo uzimani, wanayoimba njia ile ni nyembamba ipitayo kwenda katika pepo, chini yake ndiko kulipokuwa na jahannam. Unadhani unapita kwenye ile njia tu alafu unaangukia kwenye vichaka? Unadhani unaangukia kwenye mawe? Unapita kwenye njia ile, chini ndio mahali kuna jahannam. Hiyo njia nyembamba ndio jisru sasa, adhuluma dhulumatun yaumal qiyama, leo unafanya dhuluma, siku ya kiyama unafufuliwa hali ya kuwa muoni kwa sababu ya dhuluma ile. Kwa hiyo mtu asiye akatengeneza akasema, mimi nilimshinda jamaa kwenye eneo hili lilikogani la kwake, lakini nitengeneza hati niya manguana ushahidi gani bana? Tena, kwa hiyo mpaka unakuta katika baadhi ya waislamu tena ni waumini tena waislamu tena wanasali tena na mwezi umewakuta, anafunga na katika kufunga kwako unatakiwa upate ucha Mungu, kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun saumu, so, ni kupe fikra. Leo unapokuwa umefunga, mimi ninafanya nini? Nafanya, nafanya matendo gani? Nimechukua nini cha mtu hivi? Naendaje kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama leo nasafisha tumbo langu na kula vilivyokuwa vibaya vibaya na maradhi mabaya mabaya, ili nikiwa na njaa, napomkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala naendaje? Nafika kwake, nafika na usafi wa namna gani? Sasa pale mtu anapokuwa amefunga anatakiwa alivyotafakuri, kwa sababu lengo la saumu la'allakum tattaqun, mfikie kwenye nini? Ucha Mungu. Ucha Mungu kufanya nini? Kufuata maamrisho ya Allah na kuacha yale ambayo tumekatazwa. Sasa kuna watu ambao anaweza chunga ushahidi kisha akaona baada ya kushinda mahakamani ile haramu aliyechukua dhulma ya mtu na kwa sababu ameshinda mahakamani hata imekuwa ni halali. Hapana, ndugu yangu Muislamu. Unaona darasa zinakuwa nyingi sana katika mwezi huu. Kwa sababu tuko katika mwezi ambao kutiba alaykumusiyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, saumu kufikishe kwenye ucha Mungu. Tunapokuwa tumefunga miezi 11 tumeepo kwenye darasa la sisi kufika kwenye ucha Mungu, sasa huo ucha Mungu tunaenda nao vipi? Kwa hiyo mtu asidhani kwamba akisha hukumiwa. Ndio maana mtume sala Allahu alayhi wasallam alisema huenda mtu akaja nikamhukumia nikamuona amezungumza vizuri fasaha sana nikampa haki, lakini kumbe kinyume chake nikatengeneza na yeye ni msemaji sana, na huyu hawezi kuzungumza. alharamu la yuhallilu lharama fayakuna halalu haramu. Huwezi ukaitengeneza ukaichonga, huy ukaitengeneza, ikageuza halali ikageuza haramu, uliyoifanya iwe ati ni halali. Hapana, hata kama kadhi amehukumia wala taakulu amwalakum bainakum bilbatil wa tudul biha ila alhukam. Qur'ani inakataza ya kwamba msile mali baina yenu kwa batil, alafu mkapeleka kwa mahakimu, kwa sababu ya wewe unaweza kuzungumza sana kisha ukamshinda mwenzi wako. Mtume sallallahu alayhi wasallam akahadharisha sana mambo ya kudhulumiana, mambo ya dhulma tumekahadharisha sana Mtu anayedhulumiwa hata kama ni kitu kidogo, wallahi, kwa ucha Mungu wake, kama anao mtu ana ucha Mungu wake, akamwambia Mwenyezi Mungu, hili jambo huyu ameamua kulifanya hivi, ala, mimi siwezi, nimekuachia wewe, ndio unaweza. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakuna kipingamizi. Msikilize Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalama, akasema

Au kama wewe unamdhulumu mtu, ogopa dua yake sana, akimuomba yule ambaye amewaumba nyinyi wawili chamoto utakiona. mtume anasema ittaku dawata al madhlumi fa innaha tasadu ila samai kaannaha shiraratun ha, kamba dua ile mtu aliyedhulumiwa, anaponyanyua mikono yake, anamwambia ya Allah na kukabidhi wewe jambo hili, mtume anasema dua hii inapanda kwenda kwa Mwenyezi Mungu, wakati inakwenda inaenda sauti na kama vile cheche za moto zinapanda kwenda mbinguni, inafunguliwa mlango wa mbingu mpaka mbingu ya saba mpaka katika juu ya arshi, inafika kwa Allah subhanahu wataala. Dua ile haina kipingamizi mbele ya Allah subhanahu wataala. Yalitokea, yanatokea, yako, yanaonekana katika dunia. Watu wana mali, wanaburudika kwa muda mchache sana, lakini mwisho wake ni mwisho mbaya sana fi dunia, hapa duniani, mtu huyu kaombewa dua edeskiio leo ukaachwaachwa kwanza ufaidifaidi kidogo, wakati iliponoga ndipo pakowewe kata kakukumba. Angalia katika zama za masahaba, kuna visa vikubwa viwili sana kimoja cha Saadi ibn Abi Waqas, kingine cha mwanamama mmoja anaitwa Arwa bintu Aws. Hebu tuone athari za dua waja wema waliyepita. Hawakupenda mlolongo wa mambo mengi. Mimi na wewe leo tuna viwanja vya kumi kwa kumi na mbili huko mitaani, jamaa na kunyang'anya hatua moja, hatua mbili, unasema mimi ndakula naye saa moja mpaka hata kama mahakama kuu Ukija ukitizama gharama inayekwenda, wakati mnakwenda kugombania ile hatua moja mbili, gharama inakwenda ni kubwa sana. Lakini kuna gharama moja rahisi sana. Kuna mtu ameamua yeye kupoteza muda wake, ninaweza kutazani, ni uongo, kesi ya kuku, mtu akauza ng'ombe ili akashinde kesi yake, anadai kuku wake. watu wanaona kama mambo ni ya uongo, lakini huwa ni kweli. Mara nyingi ni uongo tu lakini hebu tuone kisa hicho kimoja cha sahaba Urwa ibn Zubair, Zubair ibn al-Awwam ana kijana yake anaitwa Urwa, ana tusimulia riwaya ya hadithi, anasema anna Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufayl radiyallahu anhu, huyu mwana anaitwa Sa'id ibn Zaid, Mungu amuwe radhi sahaba huyu, khasamat'hu Arwa bintu Aws ila Marwan ibn al-Hakam. Huyu bwana alikuwa ana eneo lake, anapakana na mwanamama mmoja Agwa bintu Aws. Jamani, ibada zake na shughuli zake, hana wala lile lakini, anashangaa anaitwa kwa kadhi ila Marwani bin Al-Hakam. Njoo, kuna wito, wito wa nini kwa kadhi? labda kuna ushahidi nakwenda kutoa, mtu mwingine hajui, hana habari ya kwamba kuna kushtakiana; anashangaa anaitwa kwa kadhi.

Saidi, anashangaa, mimi nimeitwa barazani, nimedhuluma ardhi ya mtu? Hadithi hii ni ndefu sana, lakini tutakwenda kwenye lengo. Mimi nimedhuluma ardhi ya mtu? Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu, mimi nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, Man akhadha shibran minal ardi zulman, nimesikia mtu akichukua shibri moja. Shibri ni hivi, nusu futi hivi. Umeiba, umemkata, ume umemdhulumu mtu ule urefu ule tuweka hu fi sabi aradhina yaumal qiyama, zitakatwa kipande hiki hichi ulichokichukua, hichi kinakatwa hapa, hichi kipande hichi chote, mpaka ardhi ya kwanza, mpaka ya pili, mpaka ardhi ya saba. Ardhi ziko saba na mbingu ziko saba, alafu hizi zitafanywa hizi, wewe ni mzigo wako siku ya kiyama, dhulma utatwishwa, dhulma hii nitakuta kuweza kuzibeba. Nimemsikia Mtume akisema hivyo, anayedhulumu shibri moja, mimi nimesikia hivyo Leo niende nikachukue ardhi ya huyu mama. Hakuna maneno mengi, akasema kama nania kwake achukue akaomba dua, akasema Allahumma in kanat kadhiba, Ya Allah huyu mama ikiwa anasema urongo hapa faami basaraha waqtulha fi ardhiha, Allah mpe vitu viwili tu umpofushe macho yake na kwenye hiyo hiyo ardhi muue hapo hapo. Basiulemana akasema chukue ile kwake, mimi namwachia Allah subhanahu wataala. Anamwomba Allah afanyaje? Ampofushe macho yake, in kana kadhiba, kama anasema uongo, waktulha fi ardhiha, na hiyo ardhi iyo anayeiona ndiyo mali zaidi Snaimuue, andio siku zikaenda. Qala ay arawi, arawi mpokeaji wa hadithi hii ambaye ni mtoto wa Zubairi ibn al-Awwam anasema, maisha yakaenda. Fama mata hatta dhahaba mafaruha, mwanamama yule hakufikwa na kifo, maisha yalikwenda mpaka uoni wake ukaja ukawa hauoni kaja akawa ni kipofu haoni, sasa kitembea haoni. Wa bainama hiya tamshi fi ardhiha, siku moja maisha yakiwa yanaendelea, akiwa anatembea katika lile eneo lake. Idh wakat fi hufratin famatati, aliangukia katika shimo ndani ya lile lile eneo lile, ndani ya shimo lile ikawa ni sababu ya yeye kufa kila vinakuja shimo lile alikuwa amechimba kwa ajili ya choo na kuna kila nyingine alikuwa amechimba kwa ajili ya, ya kisima. Sasa lile shimo liko katika lile eneo sasa. Katika toka toka yake hana macho, hana mshika mkono aseme azunguke zunguke. Hata mnawaona hata vipofu wanatembea wenyewe, wengine kwa fimbo zao, wengine kwa hisia zao, mwingine anatoka anauliza uliza, anapapasa kwenda. Mwanamama huyo aliathirika na dua ul mazlumi, aliathirika na dua yaliyedhulumiwa ya zote mbili alizomwomba Allah yule bwana Saidi aliyemwomba Allah, Allahumma ami basaraha, Allah kama ni mrongo huyu yapofushe macho yake, waktulha fi ardiha, na hiyo ardhi anayeidai basi naiuulia hapo hapo. Angalia kwenye ile ardhi shimo alilokuwa amenichimba, kuna mtu yule kaangukia na akafa. Hadith rawahu Muslim kita hadithi hii takwenda kuipata kwa ule i ndefu, tunazifupisha tu. Yote haya ndugu zangu, katika imani tunakumwishana Allah subhanahu wa ta'ala, na tukataza anasema, wala taakulu amwalakum bainakum bil batil <laughs> msile mali baina yenu kwa bad mali za baina mali yake, yani huyu na mali yake, acha kwenda chakula cha mwenzako, tafuta ya kwako umaskini wa muda mfupi, ishi nao katika umaskini huo, nenda tafuta vibarua ishi, usitafute utajiri wa haraka hapa na pale. Wengi katika watu utawaona huko duniani, anavuma kwa muda, miaka miwili mitatu minne, inakuja kumuua gari yake, anajika kabla hajakaa vizuri. Mwezi mmoja miwili anaparalizi yuko pale ndani, watoto wanariki. Mali ile haikuwa mali halali wanuse wanaiguza, watoto wanakuwa manofu, wanarudi. Mtanambiwa hawa watoto baba wao walikuwa tajiri, utajiri ulikuwa, wakati ulikuwa halali. wala taakulu <tro> amwalakum bainakum bil baatil wattaqu da'wat al madlum, euh, ogopeni dua ya mwenye kudhulumiwa. <totani04> fa inna <flavors> <totani> dhulma dhulumatun yawm al qiyama. Rasuli sallallahu alaihi wasallam anasema, dhulma ningiza lako kubwa siku ya kiyama. waqala qa'ilun adhulmu la yadumu wa in dama dammara mpaka msemaji atasema dhulma haidumu jamani na ikikaakaa hiyo dhulma siku moja nawe itakuteketeza aquulu qauli hadha wa astaghfirullaha li walakum subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika